Habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu, karibu tena katika muda mwingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu. Bila shaka, zimepita siku mbili toka nchi ya a, idara ya anga ya nchi ya Urusi ilipotoa taarifa kuhusiana na shambulizi lililofeli kiujumla lililokusudiwa katika msafara wa Rais Vladimir Putin wakati akielekea katika mji wa kask tukio ambalo actually limetokea kwenye tarehe 21 ishirini na moja, 22. Na hii inaashiria kwamba jeshi la nchi ya Ukraine au idara ya ulinzi ya usalama ya nchi ya Ukraine SBU ilikuwa ikifahamu mwenendo wa safari ya Rais Vladimir Putin kuelekea katika mji wa Kask region, sambamba na shambulizi hilo lilofanyika katika ndege ambayo ilikuwa imepanda Rais Vladimir Putin kiasi ambacho uh, ndege za ulinzi ambazo zilikuwa zikiambatana na ndege ya Rais Vladimir Putin ndio zilizofanya kazi ya ziada kuweza kupambana na drone ambazo zilikuwa zimeelekezwa kuelekea katika msafara huo. Sambamba na hilo jeshi la Ukrain lilionekana kwamba limefanya mashambulizi mtawalia, kwa maana ya kwamba mashambulizi mfululizo, hasa katika mji katika mji wa Kaskrijin ambao ulikuwa umeelekea Rais Vladimir Putin katika tarehe ishirini na tatu na ishirini na nne, lakini vilevile waliweza kufanya mashambulizi katika miji ambayo vivyo vinapatikana katika upande wa mpakani manake miji ya, ya nchi ya Urusi lakini inapatikana katika upande wa mpakani, miji kama huo wa Kaski region mji wa Belgorod, mji wa Bryanski na mji wa Oriol ambao unapatikana chini ya mji wa Bryanski. Lakini vile vile kuna mashambulizi ambayo ilifanyika katika mji wa Moscow na miji ambayo iko pembezoni ya Moscow, manake katika mji kama wa Kaluga, mji wa Ruezan, mji wa Vladimir na mpaka miji ya juu kama mji kama wa Tiver. Vilevile, kuna mashambulizi ambayo yalikuwa yamefanyika ya me, ya na pamoja na mji wa Tula iliokuwa ya yamefanyika kwa kiasi fulani, na mashambulizi mengi yanaonekana hasa ilikuwa ni mashambulizi ya drone drone ambazo zimeweza kushambulia katika umbali uh, kiasi cha kufika katika miji kama Vladimir ambayo inapatikana mbele kidogo ya mji wa Moscow. Manake hasa ni drone ambazo zinajulikana kama Liato ambazo actually zinaweza kwenda uh, kilomita takriban elfu moja maanake zikaingia deep kiasi cha uh, kilomita elfu moja. Kutokana na aina hii ya attacks au mashambulizi ambayo ilikuwa imekuwa yamepangwa na jeshi la Ukraine, na ndio maana ilionekana tarehe 24 kwa mkesi siku tarehe 25 Urusi walifanya mashambulizi makubwa katika miji ya nchi ya Ukraine, maanake walishambulia katika mji kama wa uh, Kiev, sana sana na hasa inaonekana kwamba mashambulizi mengi yalielekezwa katika viwanda kama vya Artem na viwanda vya Antonov ambao wanapatikana katika mji wa Kiev. Viwanda kama cha Artem na Antonov vinajulikana katika utengenezaji wa silaha especially silaha ambazo zinaweza kusafiri kama ndege uh, kwa maana kwamba kufanya air attacks. Ndege lakini vilevile vile, uh, drone ambazo zinatoka katika viwanda hivi viwili, maana yake ndio drone ambazo zinaweza kwenda vile vile deep hasa ndani ya nchi ya Ukraine, ndani ya nchi ya Urusi. Ndio maana ilionekana kwamba kuna mashambulizi yameweza kwenda uh, mbali kiasi cha kuvuka katika katika katika mji wa Moscow, pamoja na kwamba Moscow na yenyewe vile vile ilikuwa imeshambuliwa, lakini sababu na tit for tat hii ya mashambulizi ambayo yalifanyika, pametoka taarifa au moja katika kauli ambayo amezungumza msaidizi wa Rais Vladimir Putin ambaye ni a, naibu mwenyekiti wa idara ya au baraza la usalama la nchi ya Urusi, Dmitri e, Medvedev, a, katika moja ya kauli ambayo alizungumza, alisema kwamba kutokana na mashambulizi ambayo Ukraina amekuwa akiendelea kuyafanya na ukizingatia pia taarifa ambayo ilikuwa imetolewa na Yuri uh, Dashkin ambaye alizungumza kuhusiana na hiyo mashambulizi yaliyofanywa kuhusiana na msafara wa rais Vladimir Putin. hayo yote, hame, kusanya, Dmitri Medvedev, kwa kwa hiyo hayo yote ameyakusanya akasema kwamba mashambulizi yamekuwa ya, ya yakifanywa na nchi ya Ukrain kushambulia katika sehemu za kiraia, uh, kushambulia katika mikusanyiko ya, ya raia maanake na baadhi ya miundombinu ya kiraia, hili litapelekea nchi ya Urusi ikiwezekana kufanya sehemu kubwa ya Ukraine kuwa ni sehemu ya buffer zone, isipokuwa sehemu ya magharibi. Na hii pia inachagizwa na kwamba, uh, silaha ambazo zimekuwa zikitumika sasa hivi zimekuwa zikiingia deep lakini inaonekana baadhi ya teknolojia pia ni teknolojia za magharibi pamoja na kwamba si silaha za magharibi moja kwa moja ambazo zinaingia ndani ya Urusi kwa sababu hata silaha kama zile hata kama na Storm Shadow ambazo zilikuwa zinatoka zi katika nchi kama Marekani hata kama inatoka, inatoka Marekani. Storm Shadow ni mchanganyiko wa Faransa na Waingereza nyingi inaonekana zilikuwa zikishambulia katika miji ambayo kiasili ni miji ya Ukrain, miji kama ya Donetsk, Luhansk, Zaporisha pamoja na Herson. Lakini silaha ambayo inatengenezwa ndani ya Ukrain inaonekana ndo ambazo zinakwenda mpaka kufika katika miji kama ya Vladimiri, miji kama ya uh, Liat, miji kama ya Ruezan uh, Otiver. Maanake ni umbali kidogo na ni ndani ya nchi ya Urusi. Maanake silaha hizi nyingi ni silaha ambazo actually zinatengenezwa katika, katika nchi ya Ukrain. Kwa hiyo anasema kwamba uh, wanaweza wakaifanya Ukraine maana yake sehemu kubwa ikawa ni sehemu ya bafazone, isipokuwa sehemu ya upande wa magharibi ambayo inaonekana kwamba ndio wanapokelea silaha kwao. Ina maana kama watatu watafanya mashambulizi yao, mashambulizi ya hizo silaha yaweze kuishia ndani ya Ukraine kwa sababu Ukraine yenyewe vile vile ni ni sehemu ya bafazone. Ii ni tafsiri ya kwanza, lakini kwa tafsiri ya pili ni kwamba Warusi hasa wanaamini kwamba Ukraine kiasili sehemu kubwa ni sehemu ya Urusi kwa kuzingatia kwamba Ukrain uh, tunayoiona leo hii sasa hivi inagawanyika katika sehemu kama tatu. Kuna sehemu ya kwanza, sehemu ya Novorusia na kuna sehemu ya Malorusia na kuna sehemu ya Ukrain ambayo ni sehemu ya mwisho. Sehemu ya Novorusia uh, katika upande wa kusini, maanake sehemu kama za Crimea, sehemu kama za Kherson na baadhi ya sehemu za Zaporizhia ambazo zinaonekana leo hii na uh, mfano wake, maanake ni sehemu ambazo kiasili zilikuwa zikitawaliwa na Ottoman Empire lakini baada ya kutokea mapigano baina ya uh, ufalme uliokuwepo wa Urusi kwa zama hizo ukiongozwa na uh, mwanamama aliyekuwa anajulikana kama Catherine the Great waliweza kuyachukua maeneo haya kwa takribani kwenye mwaka elfu moja mia saba kama na 68 mpaka 1774 waliweza kuyachukua maeneo hayo. Kwa hiyo maeneo haya ambayo tunayoona leo hii maeneo ya kuanzia katika sehemu za Crimea, uh, Kherson, uh, Zaporizhia, uh, Donetski, Luhanski, paka kwenda katika Kharkiv, kuja paka katika sehemu kama za Mykolaiv, uh, Dnipropetrovski na mfano wake. Haya ni maeneo ambayo kiasili Urusi hawakuyapata hivi hivi. Maanake ni maeneo ambayo yaliingia katika umiliki wao kupitia vita. Lakini sehemu ya katikati, sehemu ya Malorusia ni sehemu ambayo kiasili yake waliipata kutoka kwa Bohdan uh, Khmelnytsky. Bohdan Chmelniski alikuwa ni mtawala wa eneo la Malorussia, ambayo kutokana na baadhi ya mashambulizi yaliyokuwa yakitoka katika sehemu kama za uh, ufalme wa Poland kwa kipindi hicho au Austri Hungary, ndio ilipelekea akaomba msaada kutoka katika nchi ya Urusi, mpaka baadaye Urusi wakaja kulimiliki lile eneo moja kwa moja. Maanake uh, Bohdan Chmelniski aliomba msaada wa Urusi kwenye mwaka wa 1654 lakini mpaka afikia kwenye mwaka 1700 takriban kama na 64 Urusi walilidhibiti moja kwa moja eneo la Malorussia. Pia hili ni eneo ambalo Urusi hawakulipata kwa, kwa, uh, kwa kuungana kiasili, maanake ni eneo ambao walilipata kwa makubaliano maalum ya kuweka protection, ya kuweka ulinzi katika eneo hilo, na ndio maana jamii ya Wasalvik ambayo actually wengi ni Warusi wanapatikana sana katika eneo hilo la katikati ya Ukraine, ambayo kiasili inajulikana kama eneo la Malorusia au Rasia ndogo, na kisha kuna eneo la mwisho ambalo linajulikana kama eneo la Ukraine kiasili, ambalo linakusana baadhi ya maeneo kama ya Galasia, maeneo kama ya Transcarpathia na mfano wake, ambao ukichukua maeneo haya kiasili, ilikuwa aidha ni sehemu ya sehemu kama ya Moldova, kwa sababu ukizingatia kama Moldova ilipata kutawaliwa na, na, na Ottoman Empire, lakini vile vile, sehemu kama za Transcarpathia Uh, na mfano wake maanake ni maeneo ambayo alitawaliwa na sehemu kama za Austria Hungary. Kwa hivyo actually, Warusi wao wanachozingatia sehemu ya uh, Novorusia sehemu ya Malorusia, hayo yote ni maeneo yao, na ndiyo maana hata mwanzoni mwa mgogoro wa Ukraini na, na Urusi, wakati Rais Vladimir Putin amekaa katika kikao cha kwanza cha baraza la uh, usalama la nchi ya Urusi, mmoja katika wazungumzaji alipata kuzungumza akasema kwamba sisi hatutambui kama kuna mpaka wa namna yoyote baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Ukraine, kwa maana ya kwamba Ukraine ni sehemu ya Urusi, isipokuwa kinachoonekana sasa hivi siasa za Marekani ndio siasa ambazo zinapelekea ionekane, uh, kama kuna mpaka baina ya nchi ya Urusi na, na, na, na sehemu ya Ukrain. Kwa hiyo kuna statement hii ambayo imetolewa na Dimitri, eh, Medvedev, na tunaitazama kwamba kuna uwezekano mkubwa baadhi ya sera za nchi ya Urusi zikaja kubadilika katika upande wa practicality, katika upande wa utendaji, kutokana na hichi ambacho kimezungumzwa, na kwa sababu na kuzingatia pia aina ya mashambulizi ambayo yamekuwa yakifanywa vilevile na nchi ya Ukrain ambayo yanazungumzwa kwamba wakati mwingine anafanya mashambulizi katika sehemu ambazo actually, ni sehemu ni sehemu za kiraia, lakini kwa picha halisi ya kile ambacho tunakikusanya moja kwa moja kutokana na mwenendo wa jambo hili, kwanza kabisa uh, tunakosa dhamira ya moja kwa moja ya pande zote mbili ya Urusi na Ukrain kwamba wanahitaji suluhu ya mgogoro wao, kwa sababu ukizingatia shambulizi ambayo lilikuwa limefanywa na nchi ya Ukrain kulenga msafara wa Rais Vladimir Putin, maana yake ni kukusudia kwamba Uh, kwa kuzingatia Rais Vladimir Putin yeye ndio mwenye maamuzi ya mwisho katika makubaliano ya amani, na ukizingatia kama vikao vya makubaliano ya amani vilikuwa vimeshaanza kukelewa toka tarehe kumi na sita mwezi wa tano. Kwa hivyo kumshambulia mfanya maamuzi mkuu wa makubaliano ya amani, maanake ni kusudia kwamba makubaliano hayo nyiye hamkubaliani nayo au mwenendo wa makubaliano yanayokuja mbele nyie hamkubaliani nayo, na hili ndio jambo ambalo hata katika mgogoro wa Israel na, na, na Hamas umekuwa ukionekana kwamba Israel wamekuwa wameshafanya mashambulizi zaidi ya mara moja viongozi wakuu wa Hamas kama kina Ismail Hania kina Yahya Sinwar, na hivi juzi wametaja kwamba kuna uwezekano wamemshambulia pia Muhamad Sinwar. Tafsiri yake ni kwamba unapomshambulia mwenye maamuzi ya mwisho katika swala la makubaliano ya amani, tafsiri yake ni kwamba we hauhitaji hiyo, hiyo amani, na hichi ndio ambacho kimeonyeshwa na nchi ya Ukraine. Lakini pia katika upande mwingine, Rais Donald Trump uh, amezungumza siku ya jana kwamba anashangazwa na Rais Vladimir Putin kwa nini amekuwa akiendelea kufanya mashambulizi na kuua baadhi ya raia na mfano wake. Tafsiri hii ina au jambo hili au kauli hii inatupa tafsiri ya kwamba Vladimir Putin hakubaliani na suggestion ya Marekani. Una uwezekano mkubwa kwamba nchi ya Urusi ikawa haikubaliani na suggestion ya Marekani, kwa sababu lengo la Marekani kupita katikati kama msuluhishi wa amani ni kwa sababu ana mpango wa kuhitaji madini yanayopatikana katika nchi ya Ukraine, zile tunasema ni rare earth metal madini yanayopatikana katika nchi ya Ukraini ambayo actually ni madini ambayo ni muhimu kwa maendeleo ya teknolojia na vitu vingi ambavyo vinaendelea katika dunia yetu ya leo. Lakini ukizingatia konsepti hiyo kwamba Urusi wanaamini sehemu ya Novorusia, sehemu ya Malorusia ni sehemu ya kwao, na ndio sehemu ambazo Marekani kama atakubaliana na Urusi mwisho atakuja kuingia makubaliano ya moja kwa moja na Rais Vladimir, Vladimir Zelenski kwa ajili ya kufanya extraction, kwa ajili ya kufanya uvunaji wa madini katika eneo hilo la, la, la, la, la Ukrain maana yake ni kwamba Marekani itakuwa inavuna madini katika eneo ambalo warusi wanaamini kwamba ni eneo lao kiasili, kitu ambacho bila shaka huenda Urusi katika hesabu zao ni jambo ambalo bila shaka hawakubaliani hawakubaliani nalo, ndio maana inaonekana hata mazungumzo ya amani ambayo yamekuwa yakiendelea baina ya uh, Urusi na Marekani ambayo yako katika closed door, tunasema ni closed door meetings, mazungumzo ambayo yanafanyika nyuma ya, ya, ya, ya mlango, maanake ndani ya maofisi a uh, ambayo actually wakati mwingine hayaendi publicly watu wengi wanakuwa hatu hatuyafahamu hatu, inaonekana kama hakuna makubaliano moja kwa moja au mwafikiano wa moja kwa moja baina ya nchi ya Urusi na nchi ya Marekani, kiasi ambacho kinachoonekana ni kwamba mwenendo wa mapigano umekuwa ukiendelea, lakini vile vile kwa taarifa ambayo ameizungumza Rais Vladimir eh, Putin uh, siku ya Jumapili katika moja ya vikao vyake kwamba wanakusudia au wameamua uh, eneo la Kharkiv eneo la uh, Dnipro Petrovski pamoja na eneo la Sumi, kwamba haya yatakuwa ni maeneo ya buffer zone kwa ajili ya kulinda sehemu kama za Kursk, sehemu kama za Belgorod na sehemu za Bryanski. Maana yake ni kwamba iwapo wataingia katika makubaliano yote ya amani hivi sasa, miji huenda ikaongezeka, na hii ni warning ambayo ilizungumzwa tarehe kumi na sita katika kikao kilichofanyika katika nchi ya Urusi walipowaambia wa Ukraini kwanza wakubali miji minne ya Kherson uh, Zaporisia, Donetski na Luhanski ni sehemu ya Urusi. Walipokataa warusi wakawambia wa Ukraine kwamba tutakuja na suggestion ya miji, huenda ikaongezeka, ikaongezeka miji kama ya Kharkiv, ikaongezeka miji kama ya Sumy, na ikaongezeka miji kama ya Zaporizhzhia, sababu nani, Dnipro uh, Petrovsky, na hili ndio linaloonekana katika, katika wakati unaokuja. Kwa hiyo hii ni sehemu ya update ambayo tulisema tukuletee, tukitarajia kwamba utakuwa umepata faida kwa upande mmoja au mwingine. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, nikuombe tusahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment uwe na muda mwema.